Na naitwa Obedi Machoka, meneja wa miradi. Kama mlivyoona, wateja wanakuja wanaulizia. Tuko na aina mbalimbali za rangi, tuko na rangi kwa ajili ya industry application, uh, equipment za industries, viwanda. Tuko na rangi za road marking na paving blocks, tuko na rangi kwa ajili ya marine applications, vile vile tuko na rangi za mbao naluu kwa ajili ya mbao, tuko na bidhaa kwa ajili ya nyumba, rangi za zailiveona tuko na rangi za hapa mbalimbali, na vile vile tuko na rangi za kwa ajili ya viwanda na mahali yeyote inahitaji uh, ulinzi wa rangi yenye nadumu kwa muda mrefu. Nafikiri vile mmeona pia, kwa maonyesho haya tumeleta Uh, application phase, kwa ajili ya maeneo mbalimbali kwa ujenzi wowote uko karibu na bahari uh, na bahari yenyewe, vyombo vya moto katika bahari, tuko na rangi za marini, tuko na rangi za rufu zinatumika katika paa za nyumba karibu na bahari, tuko na rangi kwa ajili ya matumizi ya swimming pools, na vilevile tuko na rangi za basketball court. Kwa hivyo wateja wetu wote tunawashukuru kwa kusupport na tunaomba waje katika maonyesho haya wajionee mengi yale tuko nayo. Ofisi zetu zipo ziko Changombe, Temeke, katika mtaa na wa Mbozi Road plot namba 38 unakaribisha tuko kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zetu tofauti kwa ubora uh, na mimi kama kwa hiyo kijana masoko aa natamani kuwaambia wateja wetu kwamba mtu yeyote ambaye anataka rabu sisi, sisi anaupata kokote nchini, iwe Dodoma iwetara i aa hapa Dar apatikana, na yeyote yule ambaye anataka apachiwe huduma aja kuja kwetu sisi, pia kunaweza kupigia Aa, int a unaweza kumbukeni, kwamba Berger Paint ni rangi bora na rangi bora Tanzania.